Wizara ya Afya imesema hadi kufikia sasa jumla ya wahisio wawili wamethibitika kuwa na ugonjwa wa Mpox nchini. Hii ni baada ya uchunguzi wa maabara kufanyika baada ya Wizara ya kupitia mifumo yake ya ukusanyaji wa taarifa na no ufuatiliaji wa magonjwa kupokea taarifa za uwepo wa kuhisiwa wenye dalili za vipele usoni, mikononi, miguuni na sehemu zingine za mwili. Taarifa iliyotolewa Machi 10, 2025 na Wizara ya Afya kupitia kwa Jenista Mhagama imesema dalili hizo za wahisiwa ziliambatana na homa, maumivu ya kichwa, vidonda kooni, maumivu ya viungo vya mwili ikiwemo misuli na mgongo ambapo kati ya wahisiwa hao mmoja ni dereva wa magari ya mizigo aliyetoka nchi jirani kuja Dar es Salaam. Nikimnukuu Waziri Mhagama alisema kwamba baada ya kupokea taarifa za wahisiwa, sampuli zilichukuliwa na kupelekwa maabara ya taifa kwa uchunguzi Machi 9, 2025 na uchunguzi wa kimaabara umethibitisha kuwa wahisiwa wawili wana maambukizi ya virusi vinavyosababishwa na ugonjwa wa Mpox. Wizara ya Afya kwa kushirikiana na ofisi ya Rais TAMISEMI na vituo vyote vya kutolea huduma za afya inaendelea na ufuatiliaji, uchunguzi na utambuzi kubaini kama kuna wahisiwa wengine ili waweze kupatiwa huduma stahiki. chanzo a ugonjwa huu ni wanyama jamii ya nyani ambapo binadamu huweza kuupata kutokana na shughuli zinazoweza kusababisha kugusana na wanyama maji maji au nyama za wanyama wenye maambukizi. Endapo binadamu akipata maambukizi hayo, anaweza kumwambukiza mtu mwingine kwa kugusana moja kwa moja. Kwa taarifa hii, Wizara ya Afya inawahakikishia wananchi kuwa serikali imejipanga kudhibiti ugonjwa huu na hasa kutokana na uzoefu tulio nao kwa kudhibiti magonjwa ya mlipuko serikalini. Serikali inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa magonjwa katika ngazi zote, upimaji wa watu wanaoingia na kutoka kupitia mipaka ya nchi, kuimarisha utoaji wa elimu ya afya ya kuhamasisha jamii ili kuwawezesha wananchi kuchukua hatua za kujikinga. Ni hayo tu katika upande wa afya siku hii ya leo, na hii ni Sawasawa Digital Habari, Kigenjani mwako.